Yeah, it's Scott Beatz touch touch ab kutoka Safi Nation Music, ni producer Halari wa Safi Nation Music uh, na mmiliki Halari wa Safi Nation Music uh, uh, asanteni ndugu zangu wa Kenya, Uganda na Tanzania pia uh, kwa kusubscribe channel yangu ku like, kushare na kucommenti uh, na wale wanaoomba niwawekee baadhi ya tutorial. Asanteni sana uh, tutakwenda kufundisha hapa Uh, jinsi ya kuadi library katika Kontakt. Okay, Ida kufundisha katika kuadi library katika Kontakt. Yeah, Kontakt yetu ni hii kama unavyoona preset zangu mimi nimesha adi hapa uh, lakini nitafundisha jinsi ya kuadi hizi preset uh, ili uweze kukaa kwenye mashine yako uh, kuna hatua kama mbili ambazo mimi nazifahamu. <coughs> Hatua ya kwanza ni kuja hapa katika faili hii. Ni faili unaweza ku create faili, lakini ukakuta library zako hapa. Aa, inaweza ikawa kama ikawa, ngoja turudi nyuma. Okay, okay. Aa, inaweza ikawa faili ambayo haina kitu, so haina kitu sasa. So, tunataka tutafute faili zetu hapa tuta create hapa, tutaiambia desktop topo labda, ama document ama hapa, zangu mimi za ziko hapa, sijui za kwao zitakuwa ziko wapi. Yani unachambua hadi diski za ndani. So mfano uh, ni hadi diski hii hapa, ambayo ina library za kwangu mimi, tutaingia hapa, tutakuja hapa, nitakuja katika FL Studio, nitakuja katika Kontakt, faili ya Kontakt hii, na faili ya library ni hii hapa, so ndio hiyo ambayo itaitafuta huku. Sasa nitakuja katika Scott Beatz, nitaangalia hapa katika select, nitakuja uh, katika katika FL Studio FL Studio nitakuja uh, katika contact ambayo ni hapa, nitaiambia library. Okay, itafunguka hivi uh, itafunguka hivyo contact yangu library, kwayo gitaa zangu zote ni hizi hapa. So mimi sasa, katika uchaguzi wangu, labda nikataka gita nika click gita, nikaja katika instrumento, ikaja gita yake ni hapa, nika click gita, ah gita yangu ikaja kama hii hapa. Nimekuja gita yangu ambayo hiyo hiyo gita yangu, lakini ah, sitaki hii, so aa, nitafunga hii, nitafuta kitu kingine ambacho nakihitaji mimi, labda ya ma, nitafungua ya ma, tafungua fungua fungua instrumento, tanijia huku chini, na hapa kuna kibao nataka saxophone, zitatokea hapa chini kuja hizo hapo. Okay, sawa aa, njia nyingine hii, ni njia ya kwanza, lakini kuna njia nyingine ambayo nitaitumia kwa hapa library, ili zikae hapa e, library li, kama kitaka zikae hapa, ni kitu rahisi tu ambacho mimi nikitaka sio mpaka niingie kule na nikagusa tu hapa, ya ma labda instrumental zikaja hivi. Chagua nataka blaze, nataka trumpet, nataka organ, flute ama saxophone, ta click tu hapa, ta click kitangu, hiyo itakuja ita hapa. Sawa, eh, ah, sasa jinsi ya kuziweka hapa plugin zetu hizi hapa, folder zetu. Ah, tutakliki hapa, katika management libraries, ta click hapa Uh, tukisha kliki hapa uh, kuna kitu kitafunguka ambacho ni hiki hapa, label zangu mimi nishaziweka kama hizi hapa. Uh, utakuja adi, utaambia adi, utaambia okay, adi kiambia ta adi, itakupeleka mpaka sehemu ya folder, itakupeleka mpaka sehemu ya file ambayo ni location ya hiyo library yako utatafuta ile faili ya library ambayo nimekuelekeza kama. Kule utaitafuta contact, na utakuja katika contact. Ukifungua contact, utakuja katika libraries na uta create uta create library ambayo wewe unahitaji ikae pale, kwa mfano higit, lakini mimi nishaziweka. Utaiambia select, taambia select. Kwangu mimi nishaiweka tayari, na ndio maana ipo hiyo hapo. So tujaribu nyingine. Jaribu, okay, tujaribu kwa mfano task kama nice kama nishaiweka select, pia select itakwambia, ah hii ndio ipo kwenye list ipo. Ah, kwa hiyo ukishafanya vile itakuja kukaa hapa kama hivi ilivyokaa. Ah, ikisha kama hivyo ilivyokaa utaiambia save. Utaiambia save. Ah, kuna message itakuja utaoke okay, then itakuwa imejipanga hapa. Sawa? Na hapo haiwezi kutoka kama itakuwa imejipanga hapa. Okay, kama moja subscribe channel yangu we subscribe Scott Beatz channel uh, lakini pia usahau kushare kulike na kukomenti. Asanteni sana, asanteni kwa kunipa nguvu ya kulike channel yangu kushare, kukomenti. Asanteni sana.